Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu, mtazamaji wa Kishki TV, karibu sana katika kipindi maalum kabisa kuelekea tarehe kumi na sita mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Nasema kipindi maalum kwa sababu hiki ni kipindi maalum, kitakuwa kinakuletea wale wahusika wote ambao wanasaidia katika kufanikisha na kuliwezesha jambo la mashindano makubwa ya Quran ya mabara yote ulimwenguni, ambao wanashirikiana wana na sisi vizuri kabisa. Kwa hiyo tunakwenda moja kwa moja kukutana na mmoja mmoja au baadhi yao ambao wana, wana, ni wadhamini tuseme, ambao wameweza kufanya au kufanya kidogo au kwa sehemu kubwa zaidi kuhakikisha kwamba mashindano haya yanakuwa na hadhi kubwa na ya kipekee amba, ambavyo yamekuwa miaka yote, lakini kwa mwaka huu kwa sababu tunaongelea miaka 25 basi tunatarajia yatakuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo tumeona sasa hivi tuje kipekee na tofauti pia kwamba kwa nini tusikae kidogo na wale ambao wanatusapoti ili tukaweza kuangalia wao wanafanya nini, matarajio yao ni nini, lakini kubwa zaidi, kubwa zaidi, wewe mtazamaji wetu uweze kuwafahamu wao, kwa sababu wao kwa ufupi ni watoa huduma mbalimbali mbali kwenye jamii, ambazo huduma hizo na wewe ndio unatarajiwa kuzifahamu na wewe ndio unatarajiwa kuzitumia. Kwa hiyo tumeona tusikunyime fursa hii, upate kuwafahamu kwa upana kabisa, na uenda kukawa kuna fursa, uenda kukaa kuna offer, uenda kukawa kuna upendeleo mbalimbali ambao mbali mbali unaweza ukatokea katika kipindi hiki. Kwa hiyo ni sehemu muhimu na maalum sana kufuatilia na leo kutufungulia uh, tuseme kipindi chetu kwa mara ya kwanza kabisa, tutakuwa na Homan Insurance Brokers. Hii ni kampuni ya bima, na uzuri zaidi ni kwamba kampuni hii ina bima ya Kiislamu ndani yake ambayo inaitwa Takaful. Na niko na nani leo hii? Nitakuwa na mkurugenzi mtendaji ambaye yeye ni managing director au MD wa kampuni hiyo ambaye anaitwa Hodhan Mohammed. Mimi naitwa Ezden Jumanne. Karibu sana kwenye kipindi. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, karibu sana Kishki TV. Asante. Najua kuna una shauku ya kutuambia mengi kutoka kutoka kutoka Homan Insurance Brokers, lakini mimi ningependa tusiende mbali sana, kwanza labda ungetueleza kuhusiana na kampuni yenu kwa ufupi mm -hmm. iwe kama utambulisho fulani kutoka mm -hmm. Sasa, kampuni yenu ili watu waweze kufahamu hii kampuni ni nini? Homan Insurance Brokers ni kampuni ya namna gani? <coughs> Uh, shukran sana uh, Jumanne no. kwa majina anaitwa Hodhan Mohammed no. ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Homan Insurance Brokers. Sisi ni mawakala wa bima uh, ama washauri bima. Kazi yetu hasa ni kumshauri mteja uh, kufahamu aina ya risk anayofanya yeah. uh, kumsaidia kuweza kupata terms zile uh, in terms of quotations mm na muhimu zaidi ni kumsaidia mteja pindi anapopata tatizo, majanga mm -hmm. uh, ambayo ni claims. Mm -hmm. Sisi tuko na mteja throughout every process ya claim. Uh, kampuni yetu ya Homan Insurance Brokers inatoa aina mbalimbali ya bima mm -hmm. Uh, alhamdulillah sisi ni miongoni mwa baadhi ya makampuni uh, hapa Tanzania ambayo imepewa uh, leseni na mamlaka ya bima TIRA ili kuweza kutoa bima ya Kiislamu, uh, takaful insurance uh, tumewafikia umma wa Kiislamu. Uh, tunatoa aina mbalimbali mbalimbali za bima ikiwemo bima ya afya uh, bima ya majengo, bima ya moto uh, Sorry, unfortunately for now hatutoi bima ya afya mm -hmm. Lakini tunatoa aina zingine za bima, ingawa tunafanya bima ya afya katika hiyo uh, conventional insurance mm -hmm. uh, lakini tunatoa katika upande wa takaful bima ya moto, bima ya ujenzi, bima mm -hmm. ya biashara, bima za uh, bonds and uh, kadhalik. Mashallah. Kitu kizuri sana. Mimi ni mfuasi wa kusoma na kupekua na kufuatilia vitu vingi sana. Naam na katika ufuatiliaji wangu niligundua kwamba bima ya ki yani bima ya Kiislam haikuwepo Tanzania kwa no. makampuni mengi sana hata nyakati fulani nimewahi kuuliza mm. baadhi ya makampuni mm. wasema, no hiyo hatuna hiyo hatuna. Kwa mfano kwenye banking labda kuna Islamic windows mm. lakini kwenye bima hii kitu ilikuwa haipo kabisa. Kwa hiyo nafurahi sana kusikia kwamba sasa hivi takaful tunayo sasa hivi tunayo insurance ya Kiislam. Kama tujaenda kwenye hiyo labda kwanza ningetaka tuangalie bima yenyewe kwa ujumla, nini umuhimu wa bima kwanza? <coughs> Uh, bima ni umuhimu hasa wa bima ni yeah. kumsaidia kumrudisha mteja ama yeah. mtumiaji wa bima katika hali aliyokuwa mara ya kwanza kabla ya majanga. Mm-hmm. Right. Okay. Sasa I know kuna concept mbalimbali wanaweza kuja wakasema oh, uh, it's, it's against the Islam and no, lakini najua no, no. <laughs> Hilo swali utakuja kuniuliza labda baada ya kukwambia hii, lakini uh, sisi katika bima ya takaful tunafata misingi ya Kiislamu. Yeah. Yani, inafata uh, zile sharia za Kiislamu na tuna advisory board ambao mm -hmm. ni maulamaa wa Kiislamu ambao wako pale kutuguide na kutuonyesha how the whole system of Islam can be applied in the, mm -hmm. in the insurance. Sawa, mashallah. Kwa hiyo kwanza nilikuwa nataka kuona kwamba yani kuna umuhimu wote wa mtu kuwa na bima, yani ni kuwa na bima au tusiwe na bima. Unaona? Kwa hiyo kwamba hiyo, kwa, kwa sababu umesema inakusaidia au inasaidia kumrudisha mm. mtu katika hali yake ya kawaida baada ya kupata majanga. Naam. Muhimu upo. Naam. Kwa nafikiri kikubwa kili, ambacho kilikuwepo ni kwamba haya malalamiko nimeyasikia watu wanasema, ana bima gharama kubwa. Mm. Lakini wakati mwingine what if nisipopata majanga yoyote mm. Ile fedha yangu inakuwa kama imeenda tu moja kwa moja mm. labda. Hai, yani hakuna mrejesho wowote. Mm. Ndio nikaja kusikia aha, bima ya Kiislamu huenda inakuja na jibu kwenye hili. Mm. Sasa hebu tusaidie kwa takaful, Bima ya Kiislam inakuwaje tofauti na bima hii ya kawaida ambayo ilikuwa inazoeleka? mm, okay. So tofauti kati ya uh, conventional insurance na hmm. takaful ni katika hmm. mwenendo wa operation ya, ya bima, okay. Katika huu mfumo mwingine wa takaful uh, the concept of uncertainty iko pale hmm. Kwamba okay, unalipa premium, and then end of the year haujui ile premium yako mahali imekwenda. Yes. Lakini kupitia mfuko mfumo wa, wa, wa takaful ni kwamba kuna hile transparency. Yeah. Yani, unajua takaful mfumo wake ni kwamba ni mfuko yeah, ambao uko pale and then we have contributions kwa wale uh, wa, wa, uh, tunaita contributors wale ambao ndio insured, kwa hiyo yeah, wana contribute hela wanatengeneza mfuko wao sasa katika end of the year what we do is we have meetings, tunakuwa so, na vikao pamoja na wateja wetu yeah. Tunawaonyesha jinsi gani ile hela yao imetumika katika mfuko uh -huh. So uh, kama kulikuwa kuna profit ndani yeah. yake then uh, tuna share back ile uh, profit na na wateja uh -huh. Lakini muhimu kwamba kuna ile transparency kuanzia mwanzo pale anapokatia bima anaelezwa kwamba um, hela yako, hiki kiasi ambacho umetia kwenye mfuko imetumika wapi kwenda wapi, na kama kuna faida then tunairudisha tuna ah. kwa kwa wananchi, kwa yule ambaye sorry, uh, yule ambaye <coughs> amekatia bima <coughs> <coughs> Aha, kwa hiyo transparency iliyopo ni kwamba kwa kila project labda ambazo zitafunguliwa au zitaendeshwa kwa ile amount ya fedha <coughs> wale watu wanakuwa wanafahamishwa Yes, yes. Kila insured mm -hmm. Uh, tunafanya kama vile kama conference ama kama kikao mm -hmm. Tunawelewesha kwamba ile investment waliofanya kwenye ile mfuko wa contribution imetumika mm -hmm. wapi, tumelipa labda kiasi fulani katika majanga fulani mm -hmm. Uh, imetumika kiasi fulani kwa ajili ya labda administration cost na baadhi ya uh, zile uh, costs ambazo zatumika katika ku run uh, yeah. system zima. and then uh, we, we, we give back if there's any profit Me, let me, let me ask this. Katika huo ni uite mgao tuseme, mwishoni kwamba kuna profit, ni contribution your... contribution, sawa, ni contribution ambayo ipo inakusanywa yeah. kwa baadhi ya watu wale walengwa ambao wanataka kukatia bima, dio? Yeah. and then kuna kuwa na mfuko maalum ambao mm. tofauti ya huku inaitwa premium kwenye mm. conventional insurance, lakini huko tunaita mm. unaita, contribution, contribution. kama ni ule mkusanyiko ambao umekusanywa kwa wale walengwa, then mm. inatengenezwa mfuko maalum sawa ambapo ikitokea majanga yanatumika kulipia, yani yale majanga yanalipwa kutoka kwenye ule mfuko. Mm -hmm. Okay. Na kwa wale ambao wale wan, wanaonufaika sasa na tuseme hii contribution ambayo mwisho mm -hmm. siku imetokana na faida baada ya projects ambazo zimeendeshwa, ni wale ambao tu hawakupata majanga labda, au hata kama ulipata majanga, hata kama ulipa, kwa sababu ile ni mfuko ambao mnakusanya wote, mnachangia sehemu moja, ndio. Yeah. Wow, kwa hiyo yeah. Overall performance inaangaliwa ya mm -hmm. ule mfuko ukoje, sawa. Okay. Sawa sawa, okay. Sasa utaratibu ukoje kwa mtu ambaye labda anataka kuingia na kupata hiyo, yaani kuingia kwenye takafu moja kwa moja? Utaratibu ni ule ule, uh, hamna ambacho ni kipya mm. Uh, kwa sababu tunatumia mfumo um, uleule ambao umeandaliwa na mamlaka ya TIRA mm. Mfano kwenye mtu kama ana, ana gari lake chombo chake cha moto mm. Atakuja ofisini pale akija na kadi yake mm. tutamtajia um, uh, bei ya kulipa quotation mm. Tutampa na invoice, atalipa, tutaingiza kwenye system mm. na ataondoka na risiti yake mm na kwa wale wenye risk kubwa, then uh, of course tutakuwa tuna timu yetu ya tunaita surveyors wale mm, risk analysis, wanakuwa wana analyze risk yeah. wataenda kuikagua ile risk mm. tutakaa na mteja chini, tutamshauri mm, uh, kwamba uh, kutokana na aina ya majanga ambayo unategemea katika biashara yako yeah. kwamba hii ndo cover uh, ambao unafaa kuchukua. And then tutapresent quotation kwa mteja kwa hiyo ni formality zile zile ambazo mm. kwa tunazitumia katika ule mfumo mwingine mm. ni the same, hakuna kipya masha Allah. Na ni rahisi sana, kutokana na saa hizi kila kitu iko kwenye system. Naam, masha Allah. Kabla sijaenda kwenye the next question, kuna hii sense ya riba katika mfumo wa bima ule wa kawaida mm. kwanza nataka kufahamu, utuweke wazi kwa sababu wewe ni mtaalamu kwenye eneo hili yeah. ni kweli mfumo wa riba upo na pia kama upo kuna watu ambao unajua, watu wengi tu tuna bima mbalimbali mbali. Sasa hivi ni kweli watu tunazo, kuna fanyika nini ili niweze kuhama kutoka huku? Hicho kitu kinawezekana au ni kufunga na kuchana hii inakuja huku au kuna namna ya kutransfer huku na kuhama? Kwa mfano mtu ambaye ana bima hizi za kawaida mm. lakini tujue kwanza hii concept ya riba, ni kweli riba ipo au ni concept za watu mtaani watazungumza? Well, uh, mm -hmm. I know the expert will, will respond to that lakini yeah. Kuhusiana na ishu ya riba tunasema kwamba hiki kitu kina riba, tunakuja kule kwenye uncertainty yeah. kwamba unawekeza wapi hiyo hela mm. pahali panapowekezwa je ni sahihi sasa uncertainty. Sasa yeah. wanasema kwamba hii system nyingine inawezekana ni kwamba ina concept ya riba because of the uncertainty part, yani kutojua, no transparency, lakini uh, takaful uh, however inafuata misingi ya Kiislam mm. inafuata sheria za Kiislam mm. na kwenye transparency ya ile investment ile contribution ulipoiweka ina mm ina inaelezewa ina, ina mahali imeingia, mm -hmm. Yes, sasa kwenye kusema huku ni 100% een riba, mm -hmm. inakuja kwenye issue ya uncertainty, mm -hmm. Kama ni uncertainty, yes, then of course ni riba ofous. <laughs> yeah. Definitely. Haya, yes. Kwa sisi ambao tuna riba hizi nyingine, sio takafu. Tumesikia habari ya takafu sasa, tunaona ni kitu kizuri, tunataka kuhamia huku upande wa pili, tunafanya mm -hmm. nini, tunafuata utaratibu gani au nakuaje? Unajua, bima ya uh, uh, islamic insurance ama takaful uh, si, si tu kwa ajili ya wa Waislamu uh -huh. Ina faida nyingi sana uh -huh. Ambayo pia yule si muislamu anaweza kuja kukatia, yes uh, kutokana na faida zake uh, wengi unasikia wanasema, ah mimi nalipa hela mfano comprehensive mimi nimelipa hela nyingi, sijapata ajali, hamnipi hela yangu lakini upande wa huku at least kama kuna faida katika mfuko then we, we refund back, we carry on kama the next insurance. Kwa hiyo si kwa ajili ya Waislam, imekuja kama mkombozi kwa watu wote, na i think watu wanaofanya islamic banking wanaweza ku kunisapot kwa hilo mm, kwa sababu si tu Waislamu ambao wanaenda kufanya islamic banking. Baadhi ya wale ambao si Waislamu wamevutiwa na mwenendo mzima wa hizi islamic islamic uh, either finance ama islamic insurance, ndani ndani zinasema ndio wengi hata kuliko Waislamu wenyewe. Yes, yes, ambao <laughs> wana, wana, wana, wana wana wanaenda kwa ajili ya hizo islamic finance mm. Na mimi mwenyewe na wateja mm -hmm. wangu wengine ambao si Waislamu mm. Wamekuja kukatia. Kuna transporta mmoja si Muislamu, lakini nasikia sikia kuna islamic insurance yeah. lakini that the fact that ameona <laughs> kuna so kwa hii bima si kwa ajili ya Waislamu hmm. lakini ni kwa wote watu, kwa watu, watu wana wote kuja kukatia kunufaika na hii bima, mashaallah, kitu kizuri sana sana sana. Sawa. Sasa Homan Insurance Brokers ni moja ya wadhamini wetu katika mashindano yetu makubwa ya Qur'an. Ndio. Kwanza hongereni sana na tunashukuru sana kwa kuwa on board na sisi kwa hmm. ku kukua dhamini mimi hapa bana, mimi hapa ni balozi wa wananchi wetu ambao wanatufuatilia sasa. Hizi wanafuatilia kipindi, wanajua hapo, wanatamani wasikie kutakuwa kuna mambo gani mazuri ambayo wao wanaweza wakapata, kwa sababu oh, em niambie, kuna chochote labda, are there offers labda kwa watu ambao, au anything kutoka kwa watu ambao sasa watakuwa wanataka sasa kuja kujiandikisha, wanataka labda kuna, kuna chochote kupitia huu dhamini the is there anything? Kwanza, yeah. Honestly speaking yeah. Um, kama kama mmoja wa wadhamini kwa yeah. Kweli tumevutiwa sana sana na mashindano haya ya Qur'ani uh, kwa upekee wake nah. Yani kujaza uwanja wa taifa nah. Sana. Si kwa ajili ya mpira, si kwa ajili ya tamasha za kimuziki mm-hmm. Ama tamasha za kidunia ni kitu ambacho tunajivunia sana Saan na ni kitu ambacho cha kipekee kwa sababu haijawahi tokea duniani kote, yaani dunia nzima inatuangalia sisi Watanzania kutupitia haya mashindano ya Qurani. Na pia ukiangalia inafanyika siku ya Jumapili, mtu anaweza kusema nimechoka, nimefungwa, ni la, na lala nyumbani, lakini kutokana na ule upendo wa maneno ya Mwenyezi Mungu, kutokana na ule upendo wa Qurani tukufu na upendo liniawa, wa dini yao Waislamu wa Tanzania wamesema hapana, tunakwenda kusikiliza maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Naam. kwa hiyo kama wananchi wameweza kufanya hivyo mm -hmm. ambao wamepoteza muda mm -hmm. wao wanaenda kukaa, iwe mvua iwe jua, haujapotea naam iwe jua iwe mvua, so sisi pia hatuna budi kuisupport uh, mm -hmm. kozi hiyo ya kheri mm -hmm. Kwa hiyo nichukue pia nafasi hii kwa kuwapongeza sana uh, Al-Hikma Foundation kwa mashindano haya, kwa kwa kwa two ways, kwa sababu imetugusa mioyo yetu na pia mioyo ya baadhi ya so baadhi wengi waislamu wengi katika nchi yetu na pia kimataifa. Na ya pili pia mimi ni mwanafamilia mwanatemeke <laughs> Ongereni So, uh, yes. So, sana kwa, kwa, kwa mashindano haya mazuri na nayoyafanya, si kazi rahisi tunafahamu. Kwa hiyo sisi tupo na ninyi, tunawa support, tunawashika mkono kwa ajili kuwezesha insha Allah. Now, um, hote, um, tuna, uh, I'd like to take this opportunity hii shule yetu iwe. Ujumbe wowote mzuri maalum kutoka Homan Insurance Brokers, kwanza ku, ku, kuwakaribisha wananchi wote katika ofisi zetu za Homan insurance brokers yeah, ambayo iko pale uh, Kilwa Road mm -hmm. Uh, tunawaambia tunawambia umma wa Kiislamu, uh, we have your back. Tumewaletea hii product ya uh, Islamic insurance mm -hmm. kwa ajili yenu nyinyi na kwa ajili yetu sisi hapa Waislam na wale ambao sio Waislamu. Uh, karibuni sana. Uh, kuna faida nyingi sana katika hii system ya takaful mm -hmm na pili pia ningechukua nafasi hii kwa kuwakaribisha uh, umma wote wa Tanzania wote. mm. katika um, mashindano yetu ya Qur'ani ambayo atakayofanyika tarehe 16 uh, Qur'ani unasema ima ikunyanyue ima ikubwaje, tuendeni katunyanyue nyue. Mashaallah basi, kwanza mimi nakushukuru sana sana kwa kweli kwa kuja na zaidi ninawashukuru kama kampuni kwa kufanya udhamini very na happy and honored Insha allah huko mbele iendelee miaka yote. Kwetu sisi kwa kweli, ni heshima kubwa sana na ni ni fursa adhimu sana, kuwa part of uh, uh, such such event, eh. mm. ni tunaona kwamba tume, tume tumefanya kitu ambacho uh, kina kina kinatupa heshima kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. naam, mashallah kweli kabisa. Sawa, so we are, we are happy to be part of uh. nakushukuru sana. Na na sana kwa muda wako kuja kuungana na sisi hapa kwa kipindi hiki maalum kabisa. Mtazamaji, bila shaka, utakuwa umepata vitu vingi sana na umejifunza mengi sana. Kwa wale watu ambao umekuwa kwenye bima mbalimbali, nafikiri sasa umeelewa kwamba kumbe ipo bima ambayo hata ikitokea mwisho wa mwaka umefika na labda kupata janga lolote katika yale ambayo ulikuwa umesubscribe, kwamba umelikia kwamba endapo likitokea, labda utapata msaada fulani unafahamu kwamba kumbe ipo bima ambayo haitakuchaji tena, kwa sababu wewe hujatokewa na chochote. Ina maana ile ile huenda ni kama ndio tena kama subscription ya mwaka unaofuata lakini kama pia pesa itatumika kwenye projects nyingine, kuna uwazi ambao ina maana kwa upande mwingine ni kama umewekeza pia, ni uwekezaji unafanyika, si ndio? Ina maana kuna watu mtashare ile faida ambayo inapatikana kwenye hizo contributions ambazo wanaita. Na, na kushukuru sana, endelea kuwa na mimi, kuna vipindi vingi vinakuja kutukiwa na wadhamini wengine. Kumbuka hizi ni mbio kuelekea tarehe 16 mwezi wa tatu Mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mimi naitwa Ezden Jumanne, kwa niaba ya timu ya Kishki TV niko na ndugu yangu uh, Ramadhan Komai aka Mcha Mungu yuko kwenye kamera, lakini switcher ni Gharib Mohamed akisaidiana na Abdul Karim Abdurrahman. So mpaka wakati mwingine tuna, tena tunasema Quran ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni katunyanyue, tarehe 16 tukutane uwanjani. Endelea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 <tipa> pindi takapofika korabuka, changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom Mpesa 0746588888 jina Kishki Online TV. <tipa>